Tukiwa nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa, na hii ni hali kwa ujumla. Mashabiki wanaendelea kufurika kadri ambavyo muda unavyozidi kusogea. langu jina ni Jiva Osman. Nisichukue muda mrefu sana kukupotezea nyakati, na niungane na miongoni mmoja kati mwa mashabiki wa Young Africans atakwenda kutujuza kwa majina, kitu gani ambacho kimemshinikiza mpaka kufika siku ya hii leo kwenye shughuli ya mnyama Simba, shughuli ya kwenda hatua nusu fainali, kiu cha wana Simba cha muda mrefu kwanza, mambo vipi? naomba unijuze majina yako. E bwana, niko salama kabisa naitwa Abdul Suleimani, natokea maeneo ya Buguruni Malapa mm. ya nipo hapa kama ulivyoona, nimevaa uzi wa mwananchi lakini nina skafu ya Tanzania mm. hii ni kumaanisha uh, leo ni uzalendo kwanza, ni Mtanzania kwa hiyo lazima niweke utanzania wangu mbele. hmm. Simba afuzu, Tanzania itakuwa imefuzu. Wewe ni miongoni mmoja kati ya mashabiki ambao wameonyesha utofauti wa hali ya juu. Kwa walio wengi wanaombea mnyama aweze kutoka siku ya hii leo, ili kuepukana na yale maneno maneno ya dabi ya, ya utani wa Kariakoo. E, of course ukiangalia Simba ni mtani wetu. hmm. na hii nasema, Simba afuzu, Tanzania inafuzu. sio kama hawatakuja baadaye kufanya kejeli majigambo, hiyo ni kawaida, huo ni utani wajadi, na sisi kwa vile ni wakubwa tuta absorb huo utani kwa siku ya leo, na kesho kutakuwa na mchezo wetu zidi ya Azam, basi mambo yatakuwa yamekaa vizuri kwa kwa leo. Mimi aa, niko tayari kama wana Simba watafuzu nitakuwa nimefurahi, na wakileta utani wa jadi, ndio mpira. Hii itatuletea motisha na sisi katika msimu unaoanza mwakani na sisi kufanya vizuri, no problem. Simba akifuzu Tanzania itakuwa imefuzu. Okay, kwa namna ambavyo umeutazama mchezo wa kwanza ambao ulichezewa kule Ismailia Misri, ama Egypt, unamwona mnyama Simba kuklofai kwenda hatua ya nusu finali ambayo imekuwa ni kiu na kilio cha wanasimba walio wengi, ikiwa ana mlima mkubwa, ameruhusu mabao mawili kwa sifuri, na kama ambavyo tunajua mataifa ya ma ukanda wa magharibi, namna ambavyo yanacheza mechi za away, wataingia kwa ajili ya kuzuia, kama ambavyo walionyesha mchezo hapo awali, walionekana kumheshimu sana Simba na wakatumia mfumo wa counter attack na kwenda kumwadhibu mnyama Simba. Tunaweza tukashuhudia yale ya Suez Canal yakajirudia ya ya Benjamin Mkapa. Uh, of course ukimtaja Simba Simba ameshawahi kufanya makubwa hapa uh, uwanja wa Benjamin Mkapa. Mnyama Simba ana historia kubwa, ameshatengeneza fear factor kwa timu za Kaskazini. Zikija hapa huwa zinajua kuna joto kubwa sana linapatikana hapa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo sina shaka na uwezo wa Simba, sina shaka experience ya aliyokuwa nayo Simba. Uh, kitu ambacho nakiona ni kwamba kwa soka la timu za Kiarabu ni kawaida, wao wanacheza defensive zaidi, wanazuia, lakini pia watapoteza muda sana, watalala sana, utajiangusha. Hiyo ni kawaida, kwa hiyo wachezaji wa Simba benchi la ufundi inabidi li, lijijenge e, kisaikolojia kukumbana na hiyo hali. Ukiangalia mechi ya Yanga dhidi ya MCL, Yanga alikuwa anahitaji bao moja lakini lilikosekana, mpira ulichezwa almost dakika 64 dakika zote watu walikuwa wanalala. Kwa hiyo kitu kama hicho mnyama ajiandae nacho, lakini pia Aa, akipata magoli ya mapema itakuwa ni vizuri zaidi, ili mradi kumtoa mchezoni Almasri, lakini akikosa magoli ya mapema basi asipaniki, ni kawaida, goli inaweza ikapatikana dakika yoyote kuanzia dakika 70, 75 mpaka 86. Kikubwa ni magoli matatu na azuie vizuri, basi atakuwa amefuzu. Breaking news, taarifa iliyopo hivi sasa Eh, watu wengi wameonekana kujiuliza maswali mengi, basi la Yanga Africans kuonekana kupita karibu kabisa na uwanja wa Benjamin Mkapa. Hii limezua taaruki na mshangao kwa mashabiki wa Simba Sports Club. Sasa tuko na wewe, mshabiki wa Yanga Africans, unaweza ukatueleza basi la Yanga limepita kufanya nini eneo hili na siku kama ya leo. Uh, of course, ukiangalia Simba na Yanga ni watani wa jadi, basi la Yanga kupita maeneo haya Uh, no problem hakuna shida na kikatiba hawajavunja, uh, katiba hiyo ni mind game. Kama Simba wata concentrate na kitu hicho wakaacha kufocus na dakika 90, basi itakuwa si watapoteza kuwa na sifa za klabu kubwa. Vitu kama hivyo kutokea kawaida. Unaweza ukaja uwanjani ukakuta jezi ya timu fulani imetundikwa, unaweza ukaingia ukuta mashabiki wa timu nyingine wanashangilia timu. Hivyo hizo zote tunasema ni nje uwanja. Lakini kitu cha leo, eh, kikubwa ni nini? Kikubwa ni dakika 90 za uwanjani. Kikubwa kinahitajika magoli matatu mnyama apate ili ya fuzu. Hayo yote yatakuwa hayana maana kama Simba atapata magoli matatu. Kwa hiyo si cha kusema nje ya uwanja, waachie mashabiki nje ya uwanja, waachie viongozi. Wachezaji jukumu lao ni kupambana ndani ya dakika 90 ili kuhakikisha Almasiri achomoki katika siku ya leo. Unawaambia nini sasa mashabiki kwa ujumla wale ambao wako nyumbani wanataraji ama wanajiandaa kufika ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kumsupport mnyama Simba Sports Club. Na wana Yanga wenzio kwa ujumla wale ambao hawako kizalendo. Ah, of course kwa, kwa, uamuzi wangu mimi ambao nimeuchukua wa leo kufanya uzalendo haimaanishi kwamba nitakuwa ni sahihi kuliko wote. Hmm. Kila mtu uh, the way anavyojaji, kila mtu ana akili yake na anavyojaji, pengine mwingine ameangalia kwa upande wake yeye imeshindikana kabisa kusha. Simba. No problem. Washabiki wa Simba inabidi watulie, watakuja mashabiki wa Tabora, mashabiki wa Azam, pia mashabiki wa wananchi wanaweza kuunga mkono Almasri. Waichukulie hicho kitu uh, in a positive way, wasifanye vurugu wasi uh, chaniane jezi wasivunje amani, kwa maana ya kwamba leo maofisa wa mchezo watakuwepo hapa, watu wa kafu watakuwepo hapa. Ukizingatia Simba alipewa last warning na iliyopelekea kufungiwa mechi moja na faini Simba walichukulia katika mtizamo chanya ili mradi kulinda ile image ya nchi. Kuna maandalizi ya Afcon yanaendelea, kuna maandalizi ya chani yanaendelea, kwao leo ni kutulia kuacha ile tabia ya kuvunja viti, tabia ya kushikana mashati, kupigana. Sisi e, baadhi yetu tupo nyuma ya, ya, ya Simba. Kinachotakiwa leo ni kupush, kupata angalau magoli matatu ili kwenda mbele katika hatua inayofuata. Kupushi, kupata angalau magoli matatu. Alikuwa akizungumza hivyo, ameweza kutoa ushauri na saa na uzalendo pia ameuonesha, moja kati ya mashabiki ambao wameonekana kuwa tofauti kabisa katika siku hii ya leo, na amefika mapema sana hii leo na miongoni mwa watu ambao nimemshuhudia mapema mno miongoni mwao nikiwa ni mimi. E bana nikwambie tu eh, kwa muendelezo wa taarifa mbalimbali zile ambazo zinaendelea hapa Benjamin Mkapa Stadium mpaka ambapo itakapofikia majira ya saa kumi kamili za jioni kivuta kitapigwa Simba zidi Almasili. Hii tunavuka. Tunavuka vipi? Endelea kuwa nasi Chapesa Media kwa ajili ya muendelezo wa habari na taarifa mbalimbali. Tutakujuza kile ambacho kinaendelea hapa. Langu jina Njiva Osman Nyuki kutokea pale mkoani Tabora. Nikwambie tu sina baya na sina mbambamba mba mba. Endelea kuwa nasi na nikwambie tu usisahau kusubscribe kulike, kucomment, na kushare. Shikilia hapo hapo kwa taarifa zinazofuatia.